Unajua, nadhani sote tunaelewa, kila mtu anajua kuwa ni rahisi kuweza kuanza kitu kipya, japokuwa pia kuna wengine wanashindwa kuanza, ni sahihi. Lakini katika kuanza kitu ni rahisi kuliko kuendelea kufanya kila siku kitu hicho, hata pale ambapo umechoka. Kuendelea kukifanya ni ngumu sana watu wengi, kuendelea kufanya kile ambacho wamekianzisha, na wale wachache ambao wanafanya ni hao ambao wamefanikiwa, na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inatukumba. Leo nitakuonyesha namna gani ya kubaki consistent hata pale ambapo unahisi hauna nguvu katika kile ambacho unakifanya kuweza kukifanya, lakini pia hautamani siku hiyo umeamka, utamani kufanya jambo lolote. Leo nitaweza kukuonyesha namna gani ya kuwa consistency. Kwanza uh, kumbuka jambo moja muhimu, consistency is about motivation kila siku. Motivation inakuja no na kuondoka, lakini discipline ndiyo ambayo itaweza basi kukuweka wewe katika track kuna njia kadhaa ambazo nitashia na wewe zinaweza zikakusaidia kama utazizingatia. Kwanza kabisa, njia ya kwanza, anza na hicho kidogo ulichonacho. Hata kama kutengeneza video moja ndogo, tengeneza post video hiyo moja ndogo, una project ndogo, fanya onyesha, watu waweze kuiona. Lakini pia jambo la pili, jaribu kutengeneza rutini yako. Na maanisha nini? Siku moja fanya kazi, siku ya pili haujisikii, pumzike kidogo ni kubwa, usikate kabisa kuweza kufanya. Jaribu kufanya kwa mwendelezo, chukua mapumziko kidogo, rudi, endelea kufanya kile ambacho unakifanya, pumzika, rudi tena, fanya, weka rutini yako vizuri. Lakini pia jambo la tatu, kumbuka purpose yako, kwa nini ulianza? Niulize swali kama hili ni, kwa nini ulianza? Kumbuka ndoto zako, na hilo litakupa nguvu wewe pale ambapo unasita kuweza kufanya jambo ambalo umeanza kulifanya, na huko awali ulikuwa unatamani kufanikisha jambo fulani lakini pia usijaribu kuwa perfect pale ambapo unaanza. Mara nyingi tunapokuwa tumechoka ama kuelemewa na mambo mengi, huwa tunajikukusha lazima basi kuweza kufanya kila kitu bila kuzingatia, ukiwa katika mtiririko mzuri wa kupangilia vitu vyetu vya kuweza kukifanya kila siku, na jambo hili limekuwa likiondoa consistency. Badala yake sasa, jaribu kujisemea wewe mwenyewe, wacha leo niweze kukamilisha jambo hili dogo, lakini kikubwa niweze kufanya, na mindset kama hiyo ndogo ambayo unamjengea inaweza kukupeleka mbali kuliko kuweza kuacha kabisa kile ambacho umeanza kukifanya. Kila creators mkubwa ambaye unamuona alikuwa na consistency ambayo haikuweza kuonekana ni rahisi, lakini yeye aliweza kufanya na kuendelea kufanya. Lakini pia haikuwa kila siku katika maisha yake ni siku ambayo itakuwa ina motivation, lakini pia ukiangalia, waliweza kubaki kuweza kufanya japo kidogo kila siku. Walipitia frustration, mapungufu mbalimbali, ila hawakuweza kusita, na hiyo ndio siri ya ukuaji. tunachotaka kusema Siku ambazo zinafuatwa kwa kujisikia umechoka, pumzika, lakini jaribu kufanya kitu kile ambacho unakifanya japo kidogo. Kidogo cha leo ni bora kuliko kutokufanya kabisa. Fanya kidogo, pumzika, rudi tena, fanya kidogo, hivyo hivyo, endelea kufanya bila ya kusita na kukata tamaa, endelea kwa consistency, matokeo yatakuja pole pole na utaona matokeo katika kile ambacho unakifanya. Discipline ukijumlisha na consistency, unapata kitu ambacho ni kikubwa sana kuliko motivation. Sina la ziada leo katika video hii. Nilitamani kushare ujumbe huu video hii ili basi kila mmoja wetu awe motivated na kufanya kupigania ndoto yake. Share video hii na ndugu na marafiki. Tuko katika kipindi ambacho changamoto nyingi sana, vitu vingi sana vimekuwa vikitukatisha ndoto zetu, kukatisha tamaa katika jambo ambalo tunaamini na jambo ambalo natamani kulifikia. Kuwa consistent, fanya kidogo kidogo siku baada ya siku, kikubwa usiiache. Fanya kila siku. Umechoka sana kuzika siku ya pili, endelea kufanya japo kidogo kikubwa usiiache. Sina ziada, like video hii, share. Kuna sehemu ya comment hapo, una, una maoni yoyote unaweza kuchangia katika hiki ambacho nimekiongelea leo. Tukutane wakati mwingine.